Unataka kupata kibali mbele ya Mungu pia mbele ya wanadamu? Majibu yako utayapata kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya tatu ukianza ule mstari wa tatu Biblia inasema hivi, "Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako." Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Kwa kumbe rehema na kweli zisipo farakana nasi, Tukiziandika katika vibao vya mioyo yetu, ndipo tutakapopata kibali na akili nzuri mbele ya Mungu na mbele ya mwanadamu. Njia ni hiyo moja. Rehema na kweli zisipofarakana nayo ndipo utakapata kibali a mbele ya Mungu na akili nzuri mbele ya Mungu pamoja na wanadamu. Lakini pia Biblia inatuambia kwamba je, unataka miaka yako iwe mingi, iongezwe iwe mingi, lakini pia miaka iwe ya uzima na amani? Biblia inatuambia hivi kutoka Mithali ya tatu, sura sura ya tatu, kwanza mstari wa kwanza inasema hivi, mwanangu usiisahau sheria yangu, bali moyo wako zishike amri zangu, moyo wako zishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani, na miaka ya uzima na amani. Lakini pia mbali na hapo, tunataka tujifunze pia kitu kingine kutoka kwenye Mithali sura ya ngapi? Sura ya tano anasema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe Aa, katika njia zako zote mkili yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na nini? Na uovu. Mche Bwana ukajiepushe na, kwa pale unapotaka kujiepusha na uovu, haikwepeki ni kwamba lazima ufanyaje? Umche Bwana, usizitegemee akili zako mwenyewe.